Sana na nyumba ya mchungaji daktari kutoka mbali Barnabas kutoka mbali. Kwa hiyo nikiwa mdogo a, kwa neema tu ya Mungu a, nilikuwa naishi na mama kwa mama. Akafariki, alipofariki basi a, kwa neema tu za Mungu na njia za Mungu a, Mungu akawasemesha kwamba wanichukue Nilisoma, nikamaliza sekondari, nikaja huku Dar es Salaam chuo nimefanya mambo ya international business administration. Baadaye, nika, ya administration baadaye wakanioza. Kwa neema ya Bwana wamekusomesha mpaka huko na kukuozesha. Kuniozesha, yes. Na baada ya kuniozesha Naam, ni kongamano la WWK ambalo linaendelea katika kanisa hili la HGCC ambalo linapatikana hapa Kigamboni. Tunapata fursa ya kuongea na mchungaji kiongozi wa kanisa hili, pengine anayo mengi ambayo ataweza kukujuza aa, kutokana na huduma ambayo inaendelea mali hapa, wapi walipoanzia na pengine atatupa historia fupi ya huduma yake jinsi Mungu alivyomwita. Bwana asifiwe. Amina. Habari za hapa? Namshukuru Mungu sana. Hongera kwa huduma nzuri ambayo inaona inaendelea mahali hapa. Tunamtukuza Mungu kwa kweli, kwa kutuwezesha na kutusaidia mpaka hapa tulipofika. Ni yeye amefanya na tuna kila sababu za kumpa yeye utukufu. Hongera kwa ujenzi wa kanisa, naona mmejenga kanisa moja zuri sana. Tunamtukuza Mungu kwa kweli, ni yeye aliyetuwezesha, ni yeye aliyefanya kwa sehemu kubwa kwa sababu ukiangalia jinsi tulivyo na jinsi alivyofanya Mungu, unathibitisha na unakubaliana na sisi kwamba ni Mungu, ni mkono wa Mungu kwa kweli. Ndio tupate historia yako kwa ufupi. Aa, namna ulivyoanza kutumika, namna ulivyoitwa, lakini tuanze kwa kutambua majina yako, alafu kisha tupate historia yako fupi. Karibu. Kwa majina, naitwa mchungaji Heri Stephen Fundisha ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God na namshukuru Mungu kwa neema yake, ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TAG Heaven Gate Community Church ambalo linapatikana hapa Kigamboni Cornerstone, eneo la Kibada, na namshukuru Mungu kwa neema yake na namna ambavyo Mungu huwa anaita mimi kwa historia nimetokea Morogoro na nilika, nilikuwa Mwislamu nikiwa kijana mdogo sana, lakini kwa neema ya Bwana nilipata nafasi aa, ya kuwa tunaishi karibu sana, yani nyumba yetu ilikuwa karibu sana na nyumba ya mchungaji Daktari Mtokambali Barnabas Mtokambali. Kwa hiyo nikiwa mdogo a, kwa neema tu ya Mungu a, nilikuwa naishi na mama kwa mama, akafariki alipofariki, basi a, kwa neema tu za Mungu na njia za Mungu a, Mungu akawasemesha kwamba wanichukue kutoka, maana nilikuwa ni, ni mtoto jirani yao na nipo katika familia ya Kiislamu lakini pia ni, nilipokuwa sasa, waliniona wakati napata mahangaiko ya kupoteza mama, na kwa sababu ya ule ukaribu ikatokea, uh, kwa namna za kimungu wakanichukua na kuanza kunilea, na ndipo ambapo nikapata neema ya kumpokea Yesu nikiwa, wakiwa wananilea pale Morogoro, tulikuwa tunakaa eneo moja inaitwa Fokrend nikiwa bado mdogo sana, kwa hiyo nikapata neema ya ku ya kumfahamu Yesu kupitia familia ya Mchungaji Daktari Barnabas mtoka mbali pamoja na mama yetu Maua na ni watu wa Mungu sana. Kwa kweli mpaka mimi nakuwa mchungaji ni matokeo ya malezi yao mazuri. Maana uchungaji nimeuona nyumbani, nimeuona kanisani, na namna ambavyo wamenichukulia na namna ambavyo wamenilea, nina kila sababu za kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili yao. Ile mbegu njema ambayo waliipanda katika maisha yangu ndio ambayo imenibadilisha imenipa transformation kubwa kutoka katika Uislamu na kujikuta mpaka na kuwa mchungaji leo hii. Nikusitisha kidogo, umesema kwamba walikuchukua walikuchukua ukiwa na, na umri wa miaka mingapi na ukakaa pale kwa muda gani? Ndio walinichukua nikiwa mdogo sana, nikiwa primary Sikumbuki vizuri nilikuwa na miaka mingapi exactly. Pengine wao wanaweza wakawa wanajua zaidi. Lakini ninachojua ni kuna picha niliona nikiwa mdogo sana wakati niko, niko pamoja nao, kwa hiyo uh, lakini rasmi kabisa nafikiri ilikuwa ni tisini, ni miaka tisini na tano, kama miaka tisini na tano. Kwa hiyo uh, nilikuwa mdogo kwa kiwango ambacho nilikuwa sijui nilikuwa na miaka mingapi. Na walinichukua wali kwa maana ya kwenda kuniomba kabisa, kwa sababu nilikuwa naishi na babu na bibi. Kwa hiyo wakaenda kuniomba pale nyumbani, na babu yangu wakaridhia kwamba nichukuliwe. Kwa ni hiyo nikawa naishi pale kwao, na nimekuwa adopted son, nimeishi ni kama mtoto wao kabisa kwa kunilea na kunisomesha na, kabla sijawa mchungaji nilisoma nikamaliza sekondari nikaja huku Dar es Salaam, chuo nimefanya mambo ya international business administration. Baadaye nika wakanioza. Kwa neema ya Bwana wamekusomesha mpaka huko na kukuozesha? Niozesha, yes. Na baada ya kuniozesha, ndipo ambapo nikiwa nimesha niko kazini ndipo nikasikia wito sasa wa kimungu kwamba natakiwa kuwa mchungaji. Kwa hiyo niliresign mimi mwenyewe kabisa nikiwa na akili timamu niki... baada ya kusikia kwamba sasa huu ndio wakati wa kwenda kutumika, nikaresign na nikawashirikisha wazazi wangu kwamba nimesikia wito. Wakaniambia kwamba sisi, tangu ukiwa mdogo, Mungu alituambia utakuwa mchungaji na tukutaka kukulazimisha, tukawa tunamuuliza tu Mungu kwamba uh, kwamba, li ni lini heri atarudi. Kwa hiyo madhali umerudi, basi tumethibitisha kwamba lile ambalo Mungu alikuwa ametuambia ni kweli. Kwa hiyo nikaenda chuo cha Biblia Dodoma, na baada ya kwenda chuo cha Biblia Dodoma ndipo ambapo nilikutana na Mchungaji Daktari Makret Nigula ambaye alikuwa ni mwalimu wangu pale chuoni, na wakati huo nikawa, nikawa mwanafunzi wake. Na kuna siku akawa ametamani kunisikia maono, maono ya kile ambacho nakisikia kuhusu utumishi na baada ya kumwelezea kwamba nina ndoto ya kanisa la aina gani, sasa yeye na mume wake walikuwa wameanza ili kanisa la Heaven Gate huku Kigamboni. Kwa hiyo uh, akawa anasema ndoto yako inafanana sana na, ma na maono ya kanisa letu la Kigamboni kwao, tukawa tumeachana hapo, na baada tukiwa tumeachana hapo, baada sio muda mrefu sana ndipo mume wake akawa amepata, kabla hajapata ajali nikapata nafasi ya kukutana na mume wake kwa sababu so, pale chuoni nilikuwa ni katibu mkuu wa wanafunzi, kwa hiyo nilikapata nafasi ya wakati huo, ah, mchungaji Dr Immaculate Ngula anakuja pale chuoni kwa mimi nilipewa wajibu wa kuwa mwenyeji, maana ndo alikuwa ndo mgeni mgeni kwa sasa, hata nikawa karibu na pamoja na familia yake. Kuna siku wakati yuko Dar es Salaam mume wake alikuwa anatoka Arusha anakuja Dodoma, kwa hiyo nikapata nafasi ya kumpokea, na wakati nimekuwa naye mume wake akawa ananiambia ma, maono ya kanisa la Kigamboni ambalo linaitwa Heaven Gate. For the first time nimekutana naye na aliniambia kwa kina sana kuhusu hili kanisa na maono yake, na hata sikuwa naelewa maana yake ni nini. Na tulikaa siku ile nilimpokea, nakumbuka hata vipindi, baadhi ya vipindi viwili darasani sikuhudhuria, nikawa namsikiliza tu, na yeye akawa anajisikia mzigo wa kuniambia kuhusu kanisa la Heaven Gate. Na baada ya hapo nilimwona hapo mara moja, alafu nikaja kuonana naye mara moja tu, alafu mara ya tatu ndio nikasikia kwamba amefariki. Kwa hiyo baada ya yeye kuwa amefariki, mchungaji Nigula, ambaye ni mwalimu wangu, sasa akawa ameniomba nije nimsaidie kuwa mchungaji huku, maana baada ya mume wake kufariki, jimbo waliomba abaki na kanisa la Heaven Gate. Maana yeye ni, ni, ni, ni, ni mwalimu lakini pia ni mchungaji. Kwa hiyo wakati amebaki na kanisa na akiwa yupo katika kumpoteza mume wake, akaniomba akaenda kuniomba, maana kipindi hicho na mimi ndio nilikuwa nimemaliza chuo, tunamwomba Mungu kwamba niende wapi kwanza huduma. Kwa hiyo nimemaliza chuo nikaongea na, na baba yangu aliyenilea mchungaji mtoka mbali akasema basi tumwombe Mungu sasa baada ya kumaliza chuo uelekee wapi na kipindi hicho hicho ndicho ambacho uh, mchungaji Nigula akawa amesikia mzigo wa kuja kuniomba kwa, alikuja kuniomba kwa mchungaji mtoka mbali kwamba namuomba huyu kijana akanisaidie, kwa, kunisaidia ile kazi ya Kigamboni. Kwa hiyo basi tukasema kwa sababu na mimi nilikuwa niko katika kutafuta sehemu ya kuja huko Kigamboni, ndipo ambapo nika nikaamua kuja kumsaidia kazi kwa, nikamsaidia kazi kwa muda wa miaka miwili, na nilipomaliza miaka miwili Uh, yeye yeah, Mchungaji Nigula, kwa ya, yeah, ni kwa sababu ya yeye ni mwalimu full time, aka akawa yuko tayari kurudi Dodoma kwa kazi, na kwa sababu hiyo ili kanisa lilikuwa natakiwa apatikane mchungaji mwingine. Kwa hiyo akawa ameenda tena kuwaomba makao makuu kwamba kama itawapendeza, basi huyu kijana ambaye nilimwomba aje kunisaidia inaomba mridhie awe mchungaji kiongozi kwa sababu nimeona kwa muda wa miaka miwili ambaye nimefanya naye kazi, kazi ya Mungu imeweza kwenda vizuri sana. Na kipindi hicho tulikuwa tupo, uh, tupo eneo la shule ambayo ni la kukodi, ndipo ambapo kanisa hili limeanzia kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo wakati nafika mimi ilikuwa lina miaka minne, kwa hiyo tumekaa pale miaka miwili, lakini tunamshukuru Mungu. Uh, ndani ya hiyo miaka miwili kwa neema ya Bwana tukawa tumenunua eneo hapa ambapo ndipo hapa tulipo, ndo tukahamia hapa kwa neema ya Mungu, na sasa hivi tuna wiki ya nne tangu tumehamia hapa kwa ajili ya ibada, na ndipo ambapo tumeandaa uh, kongamano hili. Wakati tuna tume nimefika pale kanisani kulikuwa kuna uhitaji kwa sababu lile eneo ni la shule na wenyewe walikuwa hawajaridhia kulitoa kwa ajili ya kanisa wala hata kukuza, kwa kuuza. Kwa hiyo nilipofika, ile shauku ya kutamani kuwa na eneo na nikitukiwa na, na mchungaji Dr. Maretngura ikawa kubwa, kwa hiyo tukatafuta eneo la karibu na kwa neema ya Mungu tukawa tumepapata hapa, na washirika ambao tu, walikuwepo kipindi hicho, nafikiri hata mia walikuwa hawafiki, washirika wachache. Lakini kwa neema ya Mungu a, baada ya maono haya na baada ya kuanza kufanya kazi kwa nguvu, Mungu akaanza kuliongeza kanisa na kuanza kuwaleta watu na naamini kabisa aliwaleta watu kwa majira, kwa sababu akijua tayari tupo katika maono ya kulijenga kanisa lake. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu aliwaleta na wale ambao walikuwepo, tukaunganisha nguvu, hatukufika hata, hata mia e. Ndio ambao walikuwa wa kwanza katika ku, kulisimamisha jengo hili, na eneo hili lina changamoto nyingi za, tulipata upinzani mkubwa sana wa kidini yeah, kwa sababu kwa asilimia kubwa uh, limezungukwa na imani tofauti. Kwa hiyo upinzani ulikuwa mkubwa sana wa kujenga kanisa. Tumekuwa na kesi za kutosha <laughs> lakini tumekuwa na mipambano mingi ya ya, ya viapo yani, mtu anajiapiza, anasema uh, aidha mimi nimekufa au kanisa limejengwa lime hapo, na mipambano imekuwa mikali, lakini namshukuru Mungu ametutetea, maana ndiyo mwenye kanisa, na tumeishi maisha ya maombi sana, mpaka unaona kazi hii imetokea, na tumepata shuhuda mbalimbali namna ambavyo Mungu ametutetea mpaka kanisa hili limetokea, lakini ni kanisa ambalo limeota katikati ya upinzani mkubwa sana upinzani uh, mkubwa sana wa kutaka lisiote lakini Mungu ametusaidia mpaka hapa limefika. Na kwenye eneo la ujenzi upaji wa Mungu umekuwa ni wa ajabu sana. Kwa sababu ukiangalia idadi yetu watu wengi wakijaga hapa huwa wanashangaa idadi ya watu tuliopo na vitu ambavyo vimetokea na kwa asilimia kubwa ya ujenzi huu wamejenga washirika karibu asilimia tisini na kitu, no, no. Na sasa hivi thamani ya jengo hili lina thamani ya zaidi ya milioni mia mbili eh, ambayo hiyo ukijumlisha na eneo na vitu vingine inakuwa ina ni kubwa zaidi. Lakini sa, uh, ukiangalia imekuwaje kuwaje unabaki kusema ni Mungu. Mungu amekuwa akiwatumia, kuna watu wameuza magari kuna watu wameenda kukopa benki, wanasema mchungaji, mimi acha nikope, uh, watakuwa wananikata taratibu taratibu, lakini lete ni, naomba niingize hii hela kwenye kazi ya Mungu. Lakini pia namshukuru Mungu, kila hela ambayo walikuwa wakitoa kwa ajili ya kazi, ile kazi ilikuwa inaonekana. Kwa hiyo ilikuwa nawapa nguvu ya kwamba kumbe hichi kitu tunachokifanya kinaonekana kina, kina, kwa hiyo ndio imekuwa nguvu yetu sisi katika kufanikisha mpaka kazi ya Mungu imefika hapa ilipofika. Eh, tangu mhamia hapa mna mda gani? Tangu tuhamia hapa hii ni wiki ya tatu sasa yani, rasmi tulikuwa tunakuja mara moja moja tukiwa na ibada za pamoja ili kuwaonyesha watu kazi, alafu tunarudi kule, lakini sasa kuja rasmi kwa ajili ya ibada kwa mfululizo hii ndo wiki ya tatu, eh, kwa neema ya Mungu. Na tunamwamini Mungu bado hili jengo halijazinduliwa tunamwamini Mungu huko mbele litakapoendelea kukamilishwa, maana ni jengo la ghorofa linabeba watu juu na chini e, na kwa neema ya Mungu likiwa limekamilika litakuwa lina kapasiti ya kubeba watu mia saba kwa pamoja, na tunamwamini Mungu kuwa na ibada tatu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa upaji wake na kutuwezesha mpaka hapa tukufika. Tufahamu kwa ufupi, pengine malengo yenu ni nini kama kanisa la mali pamoja? Malengo yetu ni kwanza ni kuifanya kazi ya Mungu ya injili ya kufanya mapinduzi makubwa ya kubadilisha mji wa Kigamboni, lakini pia tumetamani kanisa hili la Heaven Gate kuwa kanisa uh, au kuwa kituo ambacho kitaibadilisha Kigamboni, lakini sio tu Kigamboni na kuyafikia mataifa kwa sababu tuna, tuna moyo wa umisheni na mpaka sasa hivi kwa muda huu ambao tumekuepo tu, tu, tu, tu na hata kipindi wakati mimi nipo tayari tumefungua makanisa uh, tayari tumefungua makanisa matano, lakini pia tuna kanisa moja liko nje ya nchi Burundi, na, na tuna mpango mwakani mwezi wa pili kufungua makanisa mengine uh, Malawi. Kwa hiyo tuna mission kubwa ya kupeleka injili kwa mataifa na tuna maono ya kutumia nguvu ambayo Mungu ametupa ya Kigamboni na wakazi wa Kigamboni, kwanza kuibadilisha Kigamboni kwa kuipanda makanisa, kwa sababu Kigamboni asilimia kubwa ya wakazi wa huku wakati tunakuja ilikuwa karibu asilimia themanini ni watu wa imani nyingine. Ehe, kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba ametuleta huku ili kufanya mapinduzi makubwa ya mji wa Kigamboni na kwa tuna maono makubwa hata hivi, wiki ijayo tunaenda kupanda kanisa Uh, katika mji mmoja ambao na wenyewe ni watu wa imani nyingine wamejaa ambapo mimi nilitokea na naona ni majira ya Mungu na ni makusudi ya Mungu kunileta huku Kigamboni. Kwa hiyo maono makubwa ambayo tunayo ni kumpeleka Yesu kwenye kila kona za Kigamboni na hata nje ya Kigamboni. Nimesikia utakuwa na kongamano kubwa ambalo umeliandaa. Zungumza, anayetufuatilia kupitia chaneli ya NYTV pengine Anaweza akafika katika ile kongamano. Amina. Tuna tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja tuna kongamano kubwa sana la wanafunzi, pia kanisa letu. Moja kati ya maeneo ambayo tunamtumikia Mungu ni katika kuwafikia wanafunzi. Kwa hiyo tunaandaa kongamano kubwa ambalo litafanyika na maandalizi yake tayari yameshakamilika kwa asilimia kubwa, kongamano kubwa la wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa hapa Kigamboni tuna vyuo kumi na moja. Kwa hiyo tunatazamia kuwa na wanafunzi wasiopungua mia sita hapa kwenye jengo hili hili, na tuna campus night, tunaita the great campus night. Utakuwa ni usiku, itakuwa ni siku ya Ijumaa, na tunao watumishi wa Mungu. Tunaye Pastor Gregory Daudi atakuwepo hapa. Sisi watoto wa wachungaji tunaelewa, kuna wakati tulikuwa na amna, kuku amna, ila mnakula tu mchuzi wako, mnakula mchuzi alafu bahati mbaya hiyo siku wageni wametembea, na wageni wale Mungu wanawaona. Naye Patrick Seuye advocate atakuwepo hapa, na tutakuwa na waimbaji mbalimbali mbali, ambao tutaungana nao katika kuwakusanya wanafunzi, maana pia tunao wanafunzi ambao wanaingia mwaka wa kwanza, nataka tuwaonyeshe kanisa la kusari lakini pia tunao wanafunzi wengi ambao hawajaokoka, tunataka tuwafikie kwa Injili. Kwa hiyo ndio malengo makubwa ya hiyo huduma ya campus ministry, kwamba wanafunzi na wenyewe wapate fursa ya kumjua Yesu. Ndio vyuo vimetawanyika, pengine mmeweka mikakati gani ya hao wanafunzi kuweka kufika mahali hapa? Tumeweka mkakati wa kwanza ni kuwafikia kwenye vyuo vyao. Kwa hiyo tutakuwa tume, tumeunda idara maalum ambayo inahusika na wanavyuo kwa hiyo wameainisha vyuo vilivyokuwepo na kutengeneza ratiba za kuzunguka kwenye vile vyuo husika. Lakini jambo lingine ndo hili, kuandaa ibada ambazo tunawaalika, na moja kati ya ibada ambayo inaitwa the great campus night tunawaalika. Lakini jambo lingine, ili tuwafikia, kwa sababu vyuo vimetawanyika, tumetengeneza mkakati maalum wa kuwa na usafiri bure wa kuwachukua na kuwaleta na kuwarudisha kwa hiyo tuna huduma hiyo ya kutoa usafiri na tumeshaanza tangu mwaka jana na tunaendelea nayo mwaka huu. Ehe, asante. Pengine kama na lolote tunapokwenda kuhitimisha, karibu ndio nipende kuwakaribisha wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa Kigamboni. Aa, sisi ni kanisa la Tanzania Sembles of God, tumeokoka ni wa Pentekoste. Kwa neema ya Mungu tunapatikana hapa Kibada Cornerstone, na ratiba za ibada zetu siku ya Jumapili, ibada ya kwanza inaanza saa kumi na mbili na nusu asubuhi mpaka saa mbili na nusu ni ibada ya Kiingereza inayotafsiriwa, na saa mbili na nusu mpaka saa tatu na nusu tuna shule ya Jumapili, tunasema discipleship. na saa tatu na nusu mpaka saa sita na nusu tuna ibada ya Kiswahili. Siku ya Jumatano saa kumi tuna ibada ya Bible study ama kujifunza neno la Mungu, na siku ya Ijumaa tunaitoa maalum kwa ajili ya maombi. Aa, kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wa Kigamboni na tuna washirika wetu wanatoka Kimara, wanatoka Gongo la Mboto. Kwa hiyo haijalishi unatokea pande zote zile za jiji la Dar es Salaam, unaweza kulifanya hili kanisa la TAG Heaven Gate kuwa kanisa lako la nyumbani, na tupo tayari kabisa kukuhudumia kwa huduma zote za kiroho na huduma zote za kijamii ili tuweze kufika kule ambapo Mungu amekusudia tufike na tulitimize kusudi la kiungu kwamba watu wanaokuja hapa wanakutana na Mungu, wanabadilishwa na Mungu anatukuzwa. Basi tunaendelea na Heaven Gate Community Church. Asante, Mungu akubariki sana. Amina, barikiwe sana Amen.